Madam, naona leo mapema sana kwenye kompyuta. Mm, vipi ile kazi ulimaliza? Na umefikia wapi? Utupe mrejesho. Ndio Baba Bakari eto sio na wasiwasi. Ah, unajua kazi ya jana kidogo nilikuwa na uchovu, nilichoka sana. Kazi ilikuwa ni kubwa. Yaani wewe usikaamini wateja wale wote ambao walikuwa wanisubiria mimi tu. Kwa hiyo kazi jana sikuimalizia. Hapo kwenye nataka nifanye haraka haraka ili bosi akija akute mambo yako vizuri. Ah, leo naume wahi asubuhi kweli yani. Au ah, jala miogo. Ah, bibi Kishundu, wewe naye unanonga nongo wewe. Ujue nini yaani mimi hapa ah yani acha tu huko, kwamba kwangu na matatizo kibao na mke wangu. Yani mke wangu amekuwa ni mtu ambaye sio mwelewa, unamwambia hiki anafanya hiki. Yani yule mwanamke ananipasua kichwa, acha tu yani. Ndio natamani anatamani bora atanibaki kazini muda wote, nimekuambia. <gibati> <gibati> <gibati> Babu wewe, yani nini mna kashi lako wewe, unaenda kuoa wasalamu na unawajua wasalamu walivyo. Yani nilikwambia wewe wasalamu watakusumbua sana Unaacha wanawake wazuri ndo kupata wazalamu hivi. Angalia kinachokukuta sasa hivi limekushuka. Lo, mke wangu bana anagubu sana yule mke anagubu, ah, ana yani gubu sijakuona jamani. Wazalamu ndo kama walivyo hivyo. Ah. Yule mwanamke anagubu aisee, anagubu kubwa ah. Yani siyo, ndo ndo ile hali aliyokuwa nayo sasa hivi unajua. Ah, hata ile mimba yake inamsumbua ina sana, kwa hiyo yani mimi ananifanyia vituko sana kupika sasa hivi apiki, ananifikia mchuzi chukuchuku chuku. Ah! Yani, fanya fanya haraka hapo, umaliza hiyo kazi niende zangu, nikapitia tabaa, nipate mbili tatu kwanza. Yani jana jioni eh, mwenzangu, nilikuwa nikuwa napitiapitia huko email zilizotumwa na bosi, nimekuta email mpya imeingia jana. Sasa bosi amefanya kutupa bonus wote, nakwambia yani huwezi amini. Sasa hivi yani, Bakari tufanye kazi tu kwa weledi, tumalize kazi yake na sisi tupate mpunga wetu. Sinaona mambo kama hayo, bosi bosi kavimba eh? bosi kalewa. Kwa hiyo hapo sijali, afu tutanto out basi. Baadaye tupitie pale kwa mti mkavu pale tukapate mbili tatu, au unasemaje? Ndio mambo yangu, au mimi napenda. Yani, yani, yani bosi kanifurahisha sana leo, amejua kunifurahisha Yaani nakwambiaje? Yaani bibie usijali. Kwanza yule mwanamke leo mimi nachelewa kurudi nyumbani. Hawezi akanifanyia mimi vitu visa vya ovyo ovyo sana. Mimi si wa kula chukuchuku chuku mimi. Yaani nakwambiaje? Tunapotoka hapa tunaenda kwa mtimkavu pale. Kwa wewe utaenda kuagiza unachotaka wewe. Yaani mimi leo nataka nenda nika enjoy. Ni enjoy kabisa. Eh, hey, tunda tunapata zetu vitu, tunatoka hapo tunaenda kutembea zetu. Au unasemaje? Yaani mambo ndio haya sasa. Yaani bosi ametisha mno. Big up kwa boss kubwa. Uh, nikiangalia muda naona naenda, kwa hiyo jitahidi ufanye uh, kazi hiyo, malize haraka uh, na mimi hapo nije nipitie email yangu ile ambayo zilikuwa zimetumwa jana kutoka kwenye ile kampuni ya info, niangalie email zangu uh, pia niweze kuzikamilisha. Na uh, jitahidi hapo uweze kumaliza kwa wakati, sasa tuweze kuangalia mambo mengine tunafanyaje? Au uh, unasemaje? Ah, okay sawa, ngoja nimalizie hii kazi alafu anza kupisha uje uendelee baadaye. Ngoja nimalizie kazi hii basi. Oh ah, ah. Ee bwana, sikujua kama bosi umeshaingia um, nilikuwa napitia ile email ambayo imetumwa na wale watu wa info uh, nimegundua kwamba uh, ule mzigo tulikuwa tunawagiza umeshafika, na hapa nilikuwa nataka kuja ofisini kwako kuja kutaarifu kama utakuwa na mgeni wowote uh. Amna um, sina ugeni wote ambao nautegemea kuupata kwa sasa uh, lakini uh, mnafanya kazi nzuri sana vijana. Vijana nilituma email sani, kama mmeiona au kama kuna mwenzako aliiona, nilituma email uh, hii ni bonus nataka niwape wafanyakazi wangu kama motisha kwa kazi mnaofanya uh, wewe na mwenzako bibie uh, Kishundu mmepata bonus kila mmoja, na hivyo naomba mwendelee kuchapa kazi. Ah, nchi ya mama Kizimkazi hahitaji vijana waovyo, vijana wazembe, wazembe na nikigundua kwamba ninyi wazembe, ah, mmoja wenu au hata kama ni wewe nitamtimua moja kwa moja. Kwa hiyo pigeni kazi sana, mta enjoy sana vijana <laughs> ah, hayo ndo mambo nayapenda bosi. Yani bosi umetisha sana yani umetisha sana. Yaani usijali, kuhusu mimi na bibie Kishundu nitaongea naye. Uh, bibie Kishundu hata hivyo ni mchapa kazi sana, tunapiga sana kazi. Yaani ni mtu ambaye niko naye bega kwa bega, ana kwa ana. Yaani tupo tunafanya kazi kwa weledi sana. Tunajitahidi sana. Kampuni itafika mbali. Kwa hiyo usijali kabisa bosi. Um, na vipi leo utakuwepo? Leo tuna kipati kidogo pale kwa mti mkavu pale. Ningependa sana bosi wangu uje, e, nije nikuchape mbili tatu <laughs> Unajua tena we bosi kubwa bwana, uje pale uje upate mbili tatu bwana. Uh, ni vizuri sana sana sana, mnafanya vizuri sana vijana. Kwa hiyo uh, usijali nitaangalia ratiba yangu kama naweza kuja kwa mti mkavu pale, alafu uh, nitawa- nitawaambia kama nitakuwa nakuja hapo kwa, ila mjitahidi kwa sasa malizie zile kazi na ile mizigo ya kampuni ya info, hakikisha unaisimamia vizuri, sawa eh. Uwache kuwa mzembe mzembe, upige kazi kijana. Mimi acha niende nikaendelee na majukumu mengine.